Eti niseme sina bahati ama mambo haja nyoka naye mtaka simpati. Labda tatizo ni nyota, usela usela. Anko punguza usela, mana mapenzi na usela nikutia chumvi kwenye pela. Jamani eh, mpunguze usela. Mtoe hizo hela zenu mje mnunue maeneo kwa ajili ya kujihami na uzee au fainali. Wenzenu wamenunua na wameshajihami na mambo yanaendelea, wamemwaga mchanga, shusha tofari, ujenzi unaendelea mm. <gabisa> unawaendekeza watu kila, kila, kila tunaenda kwa babu kwangu, kwa babu kwangu, kumbe babu kumbe ana mkataba <laughs> siku akiwa wa baridi sasa <laughs> mkipita kwenye draw mkitegeje mtarajie mtapata hati unakutana na mkataba wa pango tena alikuwa anadaiwa yeah. Sina mambo ninakwambia, yani unajikuta kwa mwanaume mwenzio au mwanamke mwenzio, mtu anajichekesha tu kisa tarehe za kodi zimefika mm? Mambo bwana, ni viwanja. Huo ndo ukweli. Angaika nengeneka zurura, pakulala kupo. Yani kwa kulala unapo. Kama hauna, sisi tunarahisisha, tunauza viwanja bei rahisi, matofali ya kumwaga, unajenga ndani ya miezi miwili mitatu na wewe unahamia kwako. Mama Ulenje, naona kazi inaendelea, kama alivyosema Mheshimiwa Rais kwamba kazi iendelee. Haya, niambie Mama Ulenji. Eh, kuna habari gani hapa bei ya kiwanja na vitu vingine? Kiwanja bei tumezoza sana. Hiyo. Kwa kifupi nafahamika. Ni utendaji kazi wake tu kwamba anakuja saa ngapi kuangalia na kufanya maamuzi. Anasema wamezoza sana. Mnaelewa maana ya kuzoza? Yaani wamesema sana au imetajwa ime mno, imezungumzika vya kutosha. Bei ni milioni moja na laki nane Unapata eneo la arobaini kwa hamsini eneo ambayo unaweza ukajenga nyumba vyumba vi vitatu, vinne, tegemea na mchoro wako, lakini ukabakiza na eneo lingine pia, eneo la watoto kucheza na parking ya gari, kama chombo kipo. Kama hakuna, ndugu yangu, basi si haba, watu tunaendelea kucheza mdako tu.